Tamko la viongozi wa dini wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania ama JMAT kwa kifupi na kamati za amani mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, ambayo ni mikoa ya Mbeya, Iringa, Njombe, Songwe na Rukwa kuelekea uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025. Jambo la kwanza ni kudumisha amani. Sisi viongozi wa dini wa jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania ama JAIMAT kwa kifupi pamoja na kamati za amani za mikoa kutoka madhehebu mbalimbali wa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, tukiwa kama walezi wa maadili, amani na mshikamano katika jamii, tunatoa tamko hili kwa hamasisha wananchi wote kwa ujumla wake kushiriki kikamilifu na kwa amani katika uchaguzi mkuu utakaofanyika katika nchi yetu ya Tanzania tarehe 29 Oktoba mwaka wa 2025. Tunawakumbusha wananchi wote wa Nyanda za Juu Kusini na Tanzania kwa ujumla wake kuwa kushiriki katika uchaguzi kwa kupiga kura ni haki yao na ni kikatiba pia ni wajibu wa kizalendo tunawasihi wote waliojiandikisha kufuata kufa, kufanya yafuatayo: kwanza, ujitokeze kwa wingi siku ya uchaguzi, yaani hiyo tarehe 29 Oktoba 2025. Kini pia wafanye maamuzi ya busara na ya haki kwa kuchagua viongozi wanaowaamini watawatumikia kwa uadilifu, wakitambua kwamba kura ni haki yetu kulinda amani ni wajibu wetu pia. Amani ni msingi wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi na kiroho pia. Hivyo tunawakumbusha wananchi wote kwamba tofauti za kisiasa hazipaswi kuwa na chanzo cha chuki au migawanyiko. Maandamano na vurugu siku na baada ya uchaguzi visipewe nafasi, kwa sababu amani ni zawadi kutoka kwa Mungu sichezee katika nchi yetu ya Tanzania viongozi. Vivyo hivyo tunawasihi viongozi wa vyama vya siasa waonyeshe mfano wa uvumilivu na hata kuheshimiana katika kampeni zao kuelekea uchaguzi mkuu. Jambo lingine ni wito kwa viongozi na tume ya uchaguzi. Tunatoa rai kwamba Tume Huru ya Uchaguzi au INEC kuhakikisha kwamba uchaguzi unatakiwa uwe huru wa haki na wa kuaminika. Pia tunaomba vyombo vya usalama, ulinzi na usalama, kuzingatia utu, sheria na haki za binadamu wakati wa kutekeleza majukumu yao, lakini pia viongozi wa kisiasa kuongoza kampeni zao kwa amani, sera na hoja za kistaarabu. Tatu ni maombi na baraka kwa taifa. Katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi, sisi kama viongozi wa dini kutoka Nyanda za Juu Kusini tunaendelea kuiombea nchi yetu iendelee kuwa na utulivu, mshikamano, upendo. Pia tunasihi waumini wetu wote wa dini mbalimbali na wananchi wote kwa ujumla wajikite sana katika maombi sala na dua kwa ajili ya taifa, wakemee kila aina ya uchochezi, ubaguzi, uhasama na vurugu za aina yoyote.